Hiyo ni simu yako? Kwa nini unainguza? Ndio, ni simu yako. Tumpe adhabu gani huyo? Adhabu tena, anapasa kwenda kwenye mami siku ule. Ah, jamani, naomba nimsamehe. No, no, jamani. Mimi basi, ondokeni naomba. No, nimsamehe akateseke huko Uku so, naona itakuwa noma huko mwanangu, ashayakanyaga huko yaani, huko lazima utaanza kugombana. Fanye wewe tu haraka haraka hapa, nikamzue tu shimpa Shemini kwa... mbona onekani mtu umu? Alafu tena mbona utimbi alisema yupo ndani na mwanamke umu? mbona mm, hii kama ijakaa sawa. Alafu tena shemu, mbona nilimwona kabisa ameingia ndani hapa, apa atari

Dada, dada. Habari yako? damu Safi. <coughs> Okay. Samani, so kwa majina naitwa Mwijuksi. Ningependa sana ningepata ile kujua jina lako. Oh, hacha kujua jina langu. Ndiyo, okay. Naitwa Samaila. Oh, Samaila. Mm. Una jina zuri sana. Yaani jina lako ina sadifi sadifu yaliyomo. Ah, Samani, so labda wewe um, mtani mwenyeji? Hapana, mimi si mwenyeji. Ha, okay. Sasa huo mtaa mimi ni mwenyeji hapa, yani huko ndo nyumbani kote. Ukimwambia mtu namtafuta Mwejuksi wananijua, kwa sababu ni mtu wa watu, yani napenda sana kuongea na watu. Kwa hiyo nimefurahi sana kukuona, na ningetamani sana ningekuwa mwenyeji wako, yani kujulisha sehemu. Mimi na wewe tunajua vijana huko wengi wa ovyo, kwa hiyo labda ningekuwa mimi ningekujulisha ungejilinda, ungekuwa vizuri, kwa sababu mtoto mzuri kama wewe lazima utane na changamoto nyingi. Kwa hiyo nilikuwa naomba labda ungenisaidia hata namba yako ya simu. Wewe, <coughs> ni nani? Unafanyaje hapa? Wewe ni nani? Mi nakuuliza kub na. Nakuomba na, na, na nakuomba unitoe kwenye huu msitu. Nakuomba unitoe. Naomba unitoe wenye huu msitu, mimi nitakufa. Kwa nini ni mimi? Nimefanyaje? Mimi nimefanya kosa gani? Nimefanya kosa gani? Mimi naomba unisaidie. Naomba unisaidie wakuu. <laughs> Sasa mimi mtani mtani, niua mimi. Bora nipige <laughs> Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie mnitoe mimi jamani. Unasikia? Sitachezea tena wanawake. Sitachezea mtu yoyote. Sitachezea hata mpira. Naomba unisaidie basi. Naomba unisaidie. A, mimba la Simoni hizo, nisaidie nini? Hapana, dangu sikia. Kwa, kwa nia nzuri tu, sio kwa nia mbaya. So kwa, kwa sababu ukiona nimekusumbua labda nimekutumia meseji za ajabu, nimekupigia, nimekuongea vitu vibaya basi nakombo ni blok yani inamba kwa kwa ajili yani kwa nia nzuri yani, mi niko tofauti kabisa manavo nifikiria dangu, yani mimi mtu wa watu, yani napenda sana kushina watu wantu, yani sito kusumbua kwa lolote. Nakombo sana kwa nini ansokwania ni naomba unisamee Samaila, nipo chini ya miguu yako, naomba unisamee unitoe kwenye huu msitu. kama nimejifunza mimi nimeshajifunza, inatosha Naomba... kama ni mabiti, basi sitawachezea tena Naomba, uh, tu nitoe, naomba unitoe tafadhali. Wanauawa kikatili. Wanauawa. Wewe unaogopa? Hapo bado. Na sasa unaenda kwa rafiki yako Mwajuksi. Unaogopa? Zamu yake sasa imefika. hao. Uh, hapa ni mtaani kwangu hapa nakaa pale. Unaona? Ah. Eh, si nikwambia tunatokea sehemu moja kwa sababu ni mtani hapa hapa na kisha. Lakini, mm. Samani kwa sababu kuna ile namba uko umenipa. Kila nikipiga, naona sema haipo, mara haipatikani wala haipo yani siyo nipa namba ya gari. Yaani kutafuta sana. Ah, kumbe. Sasa tutaongea wakati mwingine mimi na mingini. Ah, hapana na mimi. Samani sasa. Mm. Ila kwa nia nzuri tu nilikuwa nakuomba kwa sababu nimekwambia nakaa hapa na tushafika tena nyumbani hapa. Nilikuwa nakuomba sababu kwa sababu najua linavopiga sana, hata twende hata kidogo, apate hata maji, hata kikombe kimoja tu cha maji, hata uende tu ukabariki. Nashukuru sana. Ni kweli vijana wengi wanakuaga na hizo tabia, lakini niko tofauti na vijana wengine. Ndio maana nikwambia mimi ni kijana mstaarabu na hekima yani, Sio nika eti nikakuita pia naenda kufanyia kitu kibaya. Hapana, anikuwa na amani, uko sehemu salama. Nakuomba sana. Hata ukabariki tu. Kwa tuende tu tusifanye chochote. Hamna chochote kitachofanyika kwa sababu mimi yani mimi na wewe hamna chochote kitachofanyika. Na tuenda kuzwa kunywa tu maji, tupiga stori kidogo, au utaondoka na nitakusindikiza kabisa. Nakuomba tu tuende kupata tamaa. Kabariki tu hapa. Haya tuende.